Bismillah rahmani rahim alhamdulilahi rabi lalamin wabihi nastain wasala llahu la saidina muhamadi wala wa alihi ayibin ahirin. Alhamdulilah rabi lalamin. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Leo baada ya kumaliza shaka katika udhu, tuna vipengele vidogo, mambo ambayo ni sunna katika udhu. Na kwa nini haya, kwa nini mambo ya, ya sunna katika udhu yawe ni sehemu ya kuyaelezea? na tunaelezea haya kwa sababu kuna mambo yameingizwa leo, na bahati mbaya hata wafuasi wa madrasa ya Ahlulbaiti wakiamini ni moja katika sehemu ya sunna katika udhu. Kwa mfano, kuosha masikio sio sunna katika udhu, lakini watu wengine waliamini ni sunna katika udhu. Swala la kuosha, la kuosha viganja vya mikono ni sunna katika udhu, wengine waliamini kwamba ni wajibu katika udhu. Kwa hiyo tunataka kuondoa ule utata wa mtu ambaye wa kawaida anafanya udhu, anachukua udhu kwa kuzoea, akiamini kwamba vyote vile ni vitendo vya udhu. Hapana, leo tutaeleza mambo ambayo ni mustahabu katika udhu. Jambo la kwanza, kwanza ni atasmia wal basmala. Sunna kusema bismillahi rahmani rahim, ndio hiyo albasmala, bismillahi rahmani rahim ni sunna kusema bismillah. Ni sunna kuosha viganja viwili kabla hujavitumia kupaka katika udhu. Kuosha viganja, viganja viwili mpaka kwenye zanadiq. Katika fikihi zimeitwa zanadiq, kwa lugha ya Kiswahili tuseme ni vifundo. Kwa kuwa ni vingi na kwa kuwa mtu ambaye anachukua eh, darasa hii anaona ni hivi vifundo vya, vya kiganja kutoka kwenye vidole mpaka hapo kwenye viganja. Kwa hiyo hizi ndio zinaitwa zanadiq, vifundo hivi. Kwa hiyo ni sunna kuosha vifundo kwa, kwa kwa kabla ya kuvitia katika kuosha katika udhu, yaani kabla hujavitumia kupangusia usoni, hujavitumia kutia maji ukapangusia usoni, hujavitumia kutia maji ukapangusia kwenye mikono, ni sunna kuviosha viganja viwili sunna. Na jambo jingine la tatu ni mustahabu kuskutua na kupandisha maji puani, almadmadha walistinshaq. Ni sunna kuskutua na kupandisha maji puani. Kuna kitu kidogo nataka niwashangaze. Saidi Sistani katika Minhaju Salihin asema wayustahabu tathlithuhuma, hivi viwili peke yake, vitu hivi viwili peke yake ndiyo mustahabu kufanya mara tatu Vingine vyote ni mara mbili tu, hata kwenye viungo vya udhu mara mbili tu. Lakini almadmadha walistinshaki yustahabu, tathlithuhuma ni mustahabu kufanya mara tatu, sukutua maji mara tatu, kisha pandisha maji puani mara tatu. Na ni makosa kuvipandisha kwa pamoja, unaingiza maji mdomoni na kupandisha puani kama vile wengine walivyozoea. Hapana, kutia maji mdomoni ukasukutua mara tatu Ki, kipeke yake kupandisha maji puani kidogo mara tatu kipeke yake. Kwa hiyo hivi viungo viwili ni mustahabu kuvifanya mara tatu, vingine vyote ni mara mbili, vya wajibu viwe ni vya mustahabu, ili ni, ni jambo ambalo ni mustahabu, lakini vile vile ni mustahabu, ni sunna kufanya dua ambayo imepokelewa baada ya udhu. Kuna dua maalumu kabisa baada ya udhu. Kama usipoijua dua hiyo almaathur hiyo maalumu, basi omba dua yoyote iliyopokelewa, yani dua yoyote iliyopokelewa, dua kutoka kwa Alimamu Zainul Abidin, dua kutoka kwa Alimamu Ali bin Abi Talib, dua yoyote ile ukisoma Allahumma kuliwaliyika lhujati bin lhasan, kwa sababu pengine hujahifadhi ile dua Allahumma Allahumma kun liwaliika lhujjati bin hasan, dua ambayo ni maathur, dua ambayo zinasomwa kutoka kwenye maimamu Ma au dua iliyopokelewa kutoka kwenye Qurani kama zile uh, rabbana atina fi duniya hasana wa fi lakhirati hasana waqina adhaba nari, ni dua ambazo zipo ndani ya Qurani katika suratu lBaqara, kizisoma utazipata. Rabbana inna dhalamna anfusana wain lam taghfir lana watarhamna lanakunana min alkhasirini. Iz ukisikia maafuri zile zilizopokelewa ima kutoka kwenye Qur'ani au kutoka kwa maasumini. Sasa kama ile ya udhu ijui, basi soma dua yoyote ambayo imepokelewa, lakini vile vile ni mustahabu chombo ambacho unakitumia una, una chombo ambacho unakitumia katika udhu kiwe ni ee, chombo ambacho unakitumia katika udhu, sio mustahabu ni wajibu kiwe ni, ni twahara. Chombo unachokitumia katika udhu kiwe ni twahara. Haya, ndugu zangu, ni mambo ambayo tumeyazungumza. Ni mustahabu yako mengi sana katika udhu, lakini tumeeleza yale ambayo ni, ni, ni, ni, ni lazima mtu ayafanye, lakini pia ni, ni mustahabu kujitoharisha na kunawa na kusafisha viungo vya udhu kabla ya kuanza udhu, kwa kuhakikisha utahara wake. Ikiwa vina najisi, ni wajibu kuosha. Hapa nazungumzia mambo ambayo ni mustahabu. Ikiwa vina najisi kabla ya udhu, ni wajibu uvioshe, lakini unahakika vina tahara, ni mustahabu kusafisha, na ndio pale unapoona mtu kabla hajatia udhu anakwenda kuosha miguu, kuhakikisha miguu yake ina tahara. Kwa hiyo ni mustahabu kusafisha viungo vya udhu kabla ya kuanza udhu na mengineyo mengi ambayo ni mambo ya mustahabu kuyafanya. Ambalo e, linadhaniwa kuwa ni mustahabu ni kuosha masikio, hilo jambo sio mustahabu katika udhu wala halipo kamwe katika udhu ambayo tunafundishwa na maimamu alayhimu salaam. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo yanapendekezwa zaidi kuyafanya katika udhu. insha Allah tutaanza darsa yetu katika husli. Walhamdulillahi rabbil alamin.